Sayuni, tazameni Bwana atakuja kuwaokoa mataifa; naye Bwana atawasikilizisha sauti yake ya utukufu katika furaha ya mioyo yenu. Karibu ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya pili ya Maajilio. Mama Kanisa anaendelea kutuita katika safari takatifu ya maandalizi ya kumpokea Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wiki iliyopita tuliwasha mshumaa wa kwanza na pia tuliwasha ndani ya mioyo yetu mshumaa wa matumaini. Leo tunawasha mshumaa wa pili, mshumaa wa amani unaotualika kutuliza mioyo kujiponya ndani yetu na kurudi kwa Mungu kwa unyenyekevu na toba. Katika dominika hii tunapata sauti ya mjumbe wa maajilio Yohana Mbatizaji, anayetuambia kwa nguvu ya upendo, tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni sauti inayotukumbusha kwamba maajilio si maandalizi ya nje tu, bali ni mabadiliko ya ndani kugeuka na kutengeneza njia ili Kristo aje na kukaa ndani ya mioyo yetu. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya kumi na moja aya kwanza hadi ya kumi anatangaza ujio wa mfalme wa amani atakayetawala kwa haki, busara na Roho Mtakatifu. Katika somo la pili, Paulo akiwaandikia Warumi sula ya 15 na aya 4 hadi ya tisa anatuarika kuishi kwa uvumilivu, faraja na umoja kama watoto wa Mungu. Na katika somo la Injili Takatifu, Injili ya Matayo sula ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili anatuletea mwaliko wa Yohani Mbatizaji kusafisha mioyo, kukata yale yasiyompendeza Mungu kuishi maisha yanayozaa matunda ya toba na kweli. Leo kwa namna ya pekee tunaungana na Injili ya Furaha Online TV katika kukuletea tafakari hii ambayo italetwa kwenu na Padri Faustine Rwechungura kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tuungane pamoja kutafakari pamoja katika safari hii ya Maajilio. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribisheni tena kwa mwendelezi wa tafakari zetu katika chaneli yetu ya Injili ya Furaha, lakini kupitia vyombo vingine vya habari, televisheni pamoja na redio zetu ambazo kupitia hivyo vyombo tunapata ujumbe huu. Tafakari hii ni ya Dominika ya pili ya Majilio. E, tunafahamu kwamba tangu Jumapili iliyopita tumeanza kipindi cha Majilio na taar takribani wiki moja imepita. Sasa tunaendeleza tafakari zetu kwa tafakari hii ya Dominika ya pili ya Majilio. Majilio ni safari ya kuandaa mioyo yetu kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mwaliko wa kuishi toba eh, tuishi tumaini pamoja na amani eh. Na ndiyo maana mada kuu ambayo itatuongoza ambayo zaidi nimeitoa kwenye somo la Injili ni kwamba tubuni maana ufalme wa amani uko karibu au vinginevyo tunaweza tukasema tubuni maana mfalme wa amani yuko karibu. Na ndiyo maana Mtakatifu Agustino katika mkutadha huo wa kutubu eh, anasema hivi, anatukumbusha anasema kwamba Bwana anayekuja anataka eh, kuja kwako. Usirudie kumpinga yule uliyeahidi kumngojea nakumbuka tulipobatizwa tuliweka ahadi zetu za ubatizo kumkataa shetani na mambo yake yote. Sasa iweje? Sasa hivi anataka kuja na kimsinga na kuja mara kwa mara katika maisha yetu, halafu tumpinge. Kumbe ni mwaliko wa toba. Dominika ya pili kutoka injili kabisa, msizo mkubwa ni mwaliko wa toba. Kumbe kwa misingi wapendwa, ndugu zangu, tuvunje ukuta wa vizingiti vya ndani vile vitu ambavyo vinatufanya tusimruhusu Yesu, vile vikwazo mbalimbali ambavyo tumejiwekea, tabia ambazo pengine si nzuri, ili Kristo apate makao ndani mwetu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya kumi na moja aya ya kwanza mpaka ya kumi. Nisome hmm, maneno machache hapa, eh? Siku ile, litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na roho wa Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana; na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hatahukumu kwa kuyafuata ayaonayo macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata yasikiayo katika masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, na kadhalika na kadhalika. Nikuombe somo hilo uendelee kulisoma, ko kwa tunaona kwamba katika somo hili kwa ufupi, kwamba Isaya anaona masiha ambaye atatoka kwenye ukoo wa Yese, naye huyo masiha atajazwa Roho Mtakatifu, roho wa Bwana na kuleta katika dunia mpya haki na amani. E, tumesikia atahukumu kwa kusikia tu au kwa kuangalia tu, atahukumu kwa haki, mara ambapo uhasama utafutwa na unafutwa kweli na umbaji wote unaishi kwa upendo. Nabii Isaya anatufundisha kwamba masia ataleta amani kati ya mataifa yote duniani na watu wote watamjali Mungu lakini bado naona mimi na wewe bado hatujamjali Mungu inavyotakiwa. Ndiyo maana mwaliko wa toba unakuja kwetu katika kipindi hiki, Dominika hii ya pili ya Majilio, kusudi tuendelee kujitafakari na kubadilika. Pengine mambo machache tu kama mawili ambayo tunajifunza katika somo hili la kwanza: Kristo ndiyo chanzo cha ulimwengu mpya, yeye anakuja kutengeneza kilichoharibika katika moyo wako, katika familia yako na katika jamii. Na mambo mengi yanaharibika pale tunapotembea kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, pale tunapomkimbia Bwana na kutenda dhambi, pale tunapokuwa na mahusiano ambayo si mazuri na wenzetu pamoja na Mwenyezi Mungu. Hapo sasa tunakuwa tumeharibu, na Kristo sasa ndiye anakuja, ambaye ni mfalme wa amani, anataka tufanye toba na akatanahasa katika kipindi cha majilio tuweze kuwa e, watu wa ulimwengu mpya ambao unaletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kitu cha pili ni kwamba amani ya kweli inaanza moyoni, si nje. Tukiacha chuki, fitina na kisasi tunaruhusu amani ya Kristo kutawala. E, nishowahi kumsikia bwana mmoja anasema Bwana mimi yule sitamsamehe hata tufanyeje, namchukia kabisa mpaka kwenye mifupa yake. Sasa ambavi, ni vitu ambavyo tunaviweka moyoni mwetu si vizuri. Tunapokuwa na chuki kama hizo, zinatufanya Yesu asingie ndani mwetu. Kipindi kama cha Majilio ndicho cha kuachilia mambo yote, anhiyo yataja chuki, fitina na kisasi na kuhusu amani ya Kristu kutawala. Ndiyo maana Mtakatifu Yohane Krizostomu, baba wa Kanisa, anatukumbusha na nukuu, amani ya Kristo inapoingia moyoni, chuki hufifia na mahali pake huonekana upendo. Narudia, amani ya Kristo inapoingia moyoni, chuki hufifia na mahali pake huonekana upendo wa Kristo kwa. Unaona, tunapotoa yale mabaya, hisia mbaya, fikira mbaya, Kristo tunampatia nafasi etu mruhusu, apate nafasi katika maisha yetu na hasa katika kipindi hiki cha majirio. Kumbe Kristo anakuja kutengeneza yaliyoharibika ndani mwetu, na amani ya kweli inaanzia moyoni mwetu. Ndiyo maana vilevile eh, kama tulivyosikia amani ya Kristo inapoingia moyoni, chuki ufifia kadri ya Mtakatifu Yohane Krisostomo. Somo la pili linatoka Warumi, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na tano aya ya 4 mpaka ya tisa. E, tunasoma kwamba nyakati zile e, wakati Paulo anaandika barua hii kwa Warumi e, kulizuka ugomvi kati ya wakristo Warumi, Wayahudi na wengine waliokuwa kwanza wapagani Paulo anawaonya anawa nasema, wasiharibu amani iliyoletwa na Yesu, hivi watakiane umoja na kumtukuza Mungu kutokana eh, na wale Wayahudi Wakristo, Wakristo wa Rumi Wayahudi wa, wa, wa, eh, ni watu wa mataifa tofauti. Ugomvi unatokea sasa. Kama tu wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa nini tuanze kugombana? Si kitu kizuri na alama ambayo si nzuri na pengine hata sisi kwenye jamii zetu vitu vya namna hiyo vinaweza vikatokea hmm? E, kwa hiyo tuwe makini katika hivyo. Kumbe Paulo anasema kwamba e, anachotufundisha ni kwamba tumaini na umoja. Kuwa na matumaini, kuwa na umoja bila kujali rangi zetu, makabira yetu ni msingi wa kusubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwe kitu kimoja, tusianze kuwa na na tofauti za hapa na pale ambazo si za msingi, na tumkimbilie kwa utulivu tukipendana pia. Ndiyo maana Paulo anawakumbusha Wakristo kuwa Kristo amekuja kwa wote bila ubaguzi, Wayahudi na watu wa mataifa. vinginevyo mm. kama angelikuwa amekuja kwa Wayahudi tu, mimi na wewe ambao si Wayahudi tusingeweza kupata ujumbe huu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini unaona kinachotuunganisha mimi na wewe na wewe ni ule upendo wa Mungu, kwamba amekuja kwa watu wote. Kumbe haya maandiko yanatupa uvumilivu na tumaini eh. Tunaitwa kupokeana kama Kristo alivyotupokea sisi, makabila yote, rangi zote, lakini vile vile kwa mapendo pamoja, kwamba na mapungufu mengi tuliyokuwa nayo. Kumbe tunachojifunza kutokana na somo hili eh, kipindi hasa hiki cha majilio ni kwamba tuwe watu wa tumaini eh. Tunatazama mbele tukiamini kwamba Mungu kutimiza ahadi yake. Kristo yu karibu, atakuja na tutunze hilo tumaini. Lakini namba mbili, tuwe na umoja mm. tusubiri eh, eh, tusubiri eh, kama ndugu wa moja, na majilio ni muda wa kusamehe na kujenga daraja za upendo bila magomvi na kadhalika. Tujenge daraja badala ya kujenga kuta au zile eh, daraja zizopo kuzivunja, na ndiyo maana Baba wa kanisa Mtakatifu Ireneosi wa Lyon aliwahi kusema kwamba, na nuku kwake, Kristo vitu vyote vilivyotengana vinaunganishwa tena. Kama tunamwamini Kristo, vitu vyote vilivyokuwa vinatutenganisha kama ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo wazuri, basi vyote vinakuwa vinaunganishwa tena. Kwa tujenge maisha ya tumaini, tujenge umoja na mapendo katika maisha yetu injili inayotuongoza uh, kwenye dominika hii ya pili ya Majilio ni injili ya Matayo sura ya tatu aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili ambapo Yohane mistari ya kwanza kabisa ya sura ya tatu anasitizia toba. Msome tu mistari michache ya mwanzo. Siku zile aliondokea Yohane Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nimeona nibaki kwenye mstari huo, ila nakuomba unaweza ukasoma eh, mpaka mstari wa kumi na mbili kadri ya maelekezo ya somo hili lakini mi nataka nibaki hapa kwa sababu naona ni mstari wa mwanzo wa muhimu na kitu cha muhimu kama nilivyosema tangu mwanzo, kwamba toba itawale e, katika tafakari hii e, kutubu kimsingi si maneno tu, bali matendo ya kubadilika katika maisha yetu katika ujumla wake ni kuzaa matunda yanayolingana na toba uliyoifanya. Na katika muktadha wa Kanisa Katoliki, kutubu ili neno metanoia tunasema maana yake si kuhisi tu huzuni kwa dhambi nilizozitenda tu, bali ni kufanya mambo yafuatayo. Cha kwanza, mabadiliko kwa ya moyo na maisha. Mabadiliko ya moyo na maisha ni kugeuka kutoka katika dhambi na kumrudia Mungu kwa mapenzi ya kweli, na hii inagusa vitu vifuatavyo. Kwanza fikra, namna unavyofikiri, kwa sababu tunavyofikiri ndani ya mioyo yetu ndani ya akili yetu ndiyo inayokuja kutupelekea kufanya matendo fulani. Kwa hiyo tusipo badili namna ya kufikiri basi nakuwa na hatari sana hmm? E, juzi hapa nilikuwa na, nasikiliza mahojiano ya wanahabari waliokuwa ndani ya ndege kutoka e, e, Lebanoni e, na baba mtakatifu Leo wa kumi na nne alikuwa juzi kati ya amefanya ziara kati ya nchi ya Uturuki pamoja na Lebanoni. Sasa, wakati wanarudi kwenye ndege, wanaandishi wanamhoji maswali. Mwandishi mmoja akamuuliza baba mtakatifu, tuambie angalau kitabu kimoja ambacho tukikisoma tunaweza tukajua tukamjua Prevost ni nani? Prevost of course, ni jina lake amechukua amechukua Leo 14, baada ya kuwa baba mtakatifu. Kwa maneno mengine, walikuwa namuuliza, tuambie ni kitabu gani ambacho tukisoma tunaweza tukafahamu wewe ni nani. Baba mtakatifu alijibu vizuri na nilifurahi, akasema, kama mnataka tafuta kitabu kinachoitwa The the practice of the presence of God kilichoandikwa na Brother Lawrence. Au kwa Kiswahili tunaweza tukakitafsiri jina la kitabu icho kama kujizoeza kuishi katika uwepo wa Mungu. Ni kitabu cha karne ya kumi na saba icho. Huyu, huyu, Brother Lawrence alikuwa mlei katika shirika wa Karmeli lakini mtakatifu. Uyu, uyu, Brother Lawrence anasema kwamba kuishi kila wakati katika utambuzi wa uwepo wa Mungu katika mambo makubwa na madogo ya kila siku ni kitu cha muhimu sana. Anasema hivi, yani, kila tendo lolote hata dogo sana likifanywa kwa mapenzi, kwa sifa na utukufu wa Mungu, hilo tendo linakuwa ni sala. Maana yake mtu kwa mfano, anapofanya kazi yote kama kupika, yeye alikuwa ni mpishi, pia kufagia, hata kupumzika, hata katika matatizo yako yote hayo ya kuyapokea na kuyafanya kwa sifa na utukufu wa Mungu, basi kuna kuwepo na, na uwepo wa Mungu na hiyo ni sala. Nilipenda haya mazungumzo kati ya Baba Mtakatifu na waandishi wa habari, na nilipokuwa nafanya tafakari hii ikanikumbusha kitu cha namna hiyo hmm. Kumbe kadri ya mtakatifu Lawrence, huyu brother, hakuna maeneo ambayo ni matakatifu tu kwamba ni haya tu ni matakatifu tu, ila anasema kwamba kila mahali penye nafsi inayompenda Mungu, hapo pia ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo aliamini kuwa hakuna umbali kati ya Mungu na mtu anayemtafuta Mungu kwa uaminifu kuu nachotaka kusema, toba ni fikra. Mtu ambaye anaanza kufikiri hivyo, kwa mfano, anabadilika, anajitahidi, kile anachofanya ni kwa sifa na utukufu wa Mungu, anamsalimia ana mwenzake vizuri, kwa mapendo ya kweli. Kazi anayoifanya, utume anayoufanya, anaweka mikononi mwa Bwana, anapata faraja kubwa sana yeye mwenyewe, lakini na baraka kutoka kwa mwenyezi Mungu eh? Majuzi hapa nilikuwa naongea na padri mmoja alibaki peke yake parokiani. Kwa alifanya kazi nyingi sana. Misa za asubuhi moja akafanya, mchana akafanya, kwenye saa nne asubuhi akaenda kwa wagonjwa. Jioni kuna kuna kuabudu. Mambo mengi alifanya. Alisema siku hiyo nilichoka sana. Sasa nikamwambia nikasema kwamba kama yote hayo umeyafanya kwa moyo kabisa radhi kwa mapendo kwamba nafanya kazi ya Mungu na ni kwa sifa na utukufu wa Mungu Utakuwa umepata faraja wewe kwanza, lakini kilicho cha msingi sio faraja, umepata neema na baraka kutoka kwa Mungu. Lakini kasema kama ulienda kwa wagonjwa unalalamika, mimi mapadre wengine wameniachia shughuli hizi e, kila kitu nafanya mimi, una, unatoa huduma kwa mgonjwa, mgonjwa awaz atapata huduma ya kimungu, neema na baraka zinazotokana na sakramenti labda unayompa, kama ni maungamo, kumpaka mafuta au kumkomunisha. Ila wewe, kama ulalamika, kupata chochote lakini nashukuru, alisema yote aliyafanya kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa, kubadilika hapa ni kitu cha muhimu inapokuja swala la toba. Kwa hiyo fikra ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, hisia tunavyohisi wengine, mfano tunavyohisi kuhusu dhambi fulani, kuna dhambi fulani unaweza kuona jisikia comfortable kufanya na kadhalika unavyowaona wengine, lazima tubadilike: fikra, hisia, tabia. Tabia zetu ambazo si nzuri lazima zibadilike, hizo ndipo tunaweza tukasema kwamba tumefanya toba. Eh, sio, toba sio kusema kwamba ngoja niende niungabe kwa, kwa padre nifute mazambi halafu nianze upya, hmm, kama yule mama mmoja nilikuwa parokia fulani aliyekuja akasema padre, nilikuwa naomba kuoga eh, Sama masa sasa kuoga unatoka nyumbani kwako unakuja kuoga parukiani kupatia mali. Mali chumba cha kuoga ni kwa sijamjua maana yake. Ndio akasema pana kuoga maana yake alitaka kuungama hata uchafu wa dhambi zake. Sasa tunapooga sio uchafu utarudi tena, ndio maana tunaoga kila siku mfano. Kwa sasa, toba sio kusema kwamba ngoja niungame, angalau umzigo niweke pembeni, afu nianze tena kuweka mzigo mpya. Hiyo sio toba. Mm. Kwa ni kuacha dhambi kabisa. Fikra, eh hisia zetu, tabia na maamuzi, kwamba nataka kubaki kwa mwenyezi Mungu. Kumbe unapotenda dhambi iwe ni kama ajali, usianze tena kupanga kutenda dhambi. Ah, dhambi inabidi iwe kama ajali, itokee kwa kutokea tu. Kwa hiyo kutubu ni kugeuka kutoka dhambi na kumwelekea Bwana Yesu. Lakini kitu cha pili, inabidi kukiri dhambi mbele ya Mungu na kwa unyenyekevu tukubali makosa yetu bila kujitetea wala kusukuma lawama kwa wengine. <coughs> Usianze kusema kwamba unajua, mimi nafanya dhambi kwa sababu ile alinisababishia, nilimtukana mtu kwa sababu yeye ndiye alianza kunitukana. Ah, sasa unapoungama hapo, usianze kujitetea namna hiyo, au nakunywa pombe kwa sababu natenda dhambi, nakunywa pombe mpaka situnzi familia yangu, ni kwa sababu rafiki zangu ndio wananipeleka huko. Ah, kubali kwamba hiyo dhambi umetenda we mwenyewe, eh, umetenda we kwani, una zaidi ya miaka kumi na nane sasa. Kwa nini uanze kumsingizia mtu we, ni mtoto mdogo? Hapana. Kwa hiyo e, tuamini kwamba ukiri dhambi mbele ya Mungu kwa unyenyekevu, nimetenda hivi, nisaidie, eh, kama tulivyosoma Zaburi ya hamsini na moja, eh, Mungu nijalie moyo safi. Lakini namba tatu tuwe na imani katika huruma na msamaha wa Mungu. Kutubu si kujiangusha chini na kadhalika na kusema kwamba nimekosa na nini, lakini bali kuinuka kwa neema ya Kristo. Tunamwamini yeye ambaye ametukomboa kwa damu yake. Kwa tuwe na imani na hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu. Lakini namba nne, tuoneshe matendo ya toba. Matendo ya toba ni nini? Kutenda mema badala ya maovu tuliyoyafanya au tuliyozoea kufanya mm. Tusamehe, turudishe haki kwa watu, kubadilika kivitendo katika maisha ya kila siku eh. Tunasoma Mathayo tatu nane zaeni matunda yanayolingana na toba. Lakini namba tano, kushiriki sakramenti ya upatanisho au kuungama. Mama Kanisa natufundisha kuwa toba ya kweli nakamilika pale tunapokwenda kwa padre na kupokea msamaha wa Kristo kupitia sakramenti ya kitubio, dhambi zao wataokolewa, wataokolewa kwa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa. Sasa kuna watu nishawahi kukutana nao, ni wazi walikuwa aidha wamesahau au hawakupata mafundisho mazuri, kwamba eti yeye huwa anatubu pale tunapoanza misa, akasema tukili dhambi zetu pate kustairishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu nakuungamia Mungu mwenyezi. Naye ndugu zangu, ile sara tunayotubu pale mwanzoni, asema pale ndio amemaliza zambi zake. euwezi ukajiungamisha na nawaraiyo sio ya kitubio pale, hapana. Lazima apaaazimauende kwa unyekevu, piga magoti, baada ya kutafakari zambi zako na kukili kwamba, kwa, nitapata huruma ya Mungu, unaenda unatubu, Mungu anakuondolea dhambi zako kwa sakramenti ya kitubio kupitia huyo padre. Kwa ufupi, kutubu ni kutambua dhambi, kujuta kwa moyo, kungama kwa imani, kupokea msaada wa Mungu na kubadilika kivitendo. Sirudi tena kwenye kwenye kwenye ule uchafu ambao tayari e, tumeisha tumeisha tumeisha wacha huko nyuma e, kama nguruwe nguruwe, wanaofuga nguruwe, nguruwe. Unaweza ukamwesha vizuri lakini ukimweka kwenye tope, anaanza kulala tena ama anajisugua tena sio apate kuoga tena basi vizuri sana kwa hiyo tunachojifunza kabisa tuwacha, ni kwamba tuachane kabisa na dhambi na tabia mbaya na kuandaa nyumba ya moyo kama makao ya Kristo mtakatifu leo mkuu anatufundisha kwamba kumpokea Kristo ni kuacha maisha ya kale na kuanza maisha mapya eh, mtakatifu leo mkuu kumpokea Kristo ni kuacha maisha ya kale na kuanza maisha mapya na Mtakatifu Gregori mkuu na mwenyewe anasema kwamba tubuni kwa bidii ili Bwana awakute mmejiandaa. Tujitahidi sana wapendwa. Kumbe eh, Yohane leo katika Injili hii ni sauti inayolia ndani yetu, andaa njia ya Bwana. Majirio haya basi tujiulize, ni nini kinachonizuia amani ya Kristo ndani yangu ni kitu gani Kwani Yesu asingie ndani mwangu? ni kitu gani? Je, nipo tayari kuanza upya na Kristo? Je, ninamsubiri kweli kwa moyo wa toba? Kristo anakuja na roho wa hekima, nguvu na amani. Tumfungulie milango ya maisha yetu. Tutamatishe tafakari yetu tukijiweka mikononi mwa Bwana kwa kusali sala ifuatayo Ee Bwana wa amani ujaye kwa maskini, tufanye viumbe wapya, tuangaze kama nyota, njia ya moyo ifunguke, dhambi zote zifutike, mafumbo yako yakamilike ndani mwetu, ufalme wako utawale sasa Roho Mtakatifu tushibishe, upendo ndani yako uje kwetu, na utuamshe toba kwetu, kwetu ithibitike tukwenzi siku zote. Emanueli, njoo kwetu utawale ndani yetu, amani iwe sehemu yetu, tumaini liwe njia yetu. Tunakuomba kwa unyenyekevu. Utuoneshe mwanga wa kweli tukingojea ujio wako kwa mioyo iliyosafishwa. Niendelee kutakia kipindi chema cha Majilio. Tumsifu Yesu Kristo.